Naam, karibu tena e, katika mafunzo yetu e, hapa katika channel yetu pendwa kabisa, Channel ya Teacher Sauti ya Sifa. Leo nimekuja kufundisha e, kutumia mbinu yoyote ukiwa na toy kama basola ama kama binduki, lakini ikaweza kutoa moto na ikawa kama bastola ya kweli. Hapa unavyoniona nipo na toys hapa, hizi ni chuma tu Kwa hiyo sasa hizi ni chuma chuma cha kawaida kabisa, sio risasi, lakini itakwenda kutoa risasi na itakwenda kutumika kama risasi. Kwa wale wote ambao mtapenda labda kucheza muvi za ngumi, eh, muvi za mabinduki, zeni mkataka kwenda kuzipeleka praise, eh, wapi TikTok, YouTube, mitandao mingine mingi sana eh, ama mkataka kugiza sini za mabinduki kama hivi, utaediti aje sasa hadi binduki iwe yani vyuma kama hivi viwe vinatoa risasi, inakuwa ni kitu kama hicho. Njoni kuonesha. Okay. Habari gani tena e, mtazamaji wa Teacher Sauti ya Sifa, kwa mara nyingine tena tunakutana katika video hii hapa. Leo nikija ni kufundisha jinsi ya kufanya e, wanasema bunduki ama toi lolote litoe risasi kama vile risasi ya ukweli kabisa. Sasa unawezaje kufanya kitu hicho hapo? Kitu cha kwanza kabisa ni lazima uwe na wanasema e, youcut yukat ukishakuwa nayo utaifungua. Kwa wale ambao hawana yukat, inabidi basi waelekee pale mjini Play Store ili kuweza kupata yukat. Baada ya hapo basi, wakisha i-download wakifungua kama hivi, watakwenda kubonyeza new project ama jumlisha, ila hapa chini ili, ili jumlisha, ili ukishabonyeza ili jumlisha, aha itakuletea option ya new project ama kama ulishai kuedit itakuletea new project pamoja na video yako ambayo ulikuwa unaedit. Sasa utakwenda kubonyeza new project. Sasa ukishabonyeza e, new project itakuleta mpaka hapa, na hapo utakutana video zako nyingi sana. Chukua video ambayo unahitaji kwenda kumfanya mtu apige risasi kama ya ukweli, japokuwa ana risasi ya ukweli. Nadhani hapo utakuwa umeshanisoma, then mimi kwa sasa nitakwenda kuchukua video hii hapa hii video e, ina viashiria kama vile vya komando akifanya wa wanasema survey katika kambi ya magaidi, na mi mwenyewe ndio nilikuwa kama vile komando hapo. Ukishaichagua e, utabonyeza wanasema ili duala, ila hapa duala ili ili duala ambalo limeaka mshale kwenda mbele utakabonyeza. Ukishakabonyeza itakuletea video yako, mfano kama mimi nikipray video Inaonyesha mtu anatembea kwa komando. Hata hizi sauti sina haja hata kuzipunguza. Kwanza bidondo hii hapa, inaonyesha mtu anatembea kwa komando kama hivyo, na mtu anatembea kwa komando huyu hapo. Lakini wakati huo, katika kambi ya magaidi ama katika upande wa pili, tunaona kuna gaidi mmoja ambaye ndio huyu e. kwa faida wasio mjua, anaitwa Kasase. Yes, huyu jamaa anatembea na yeye lakini wakati anatembea anaonekana na mashaka kama hivi. Lakini wakati huo kashika toy. Toy tunataka kulifanya leo liende kupiga chuma kama za ukweli. Shani soma, eh. Kashika toy huyo hapo. Aha. <hihi> Lakini wakati huo kuna komando mmoja anafika ambaye huyo unayemwona mbele hapo ndio mimi. Yes, naitwa Teacher Sauti ya Sifa. Usisahau kubonyeza like kwa subscribe ndugu mtazamaji, unayemtazama kwa sasa hivi hapo lakini pia eh, hakikisha una like unatoa na comment. Sasa huu komando anakuwa anamuona mtu chini, huyu wa chini anaanza kutikisa binduki kama hivyo, tazama anavyotikisa hiyo hiyo, anaitikisa anaitikisa. Anapotikisa hivyo, inamaanisha kwamba ndio anapiga sasa. Ili apige, ni lazima uweke effect ili onekane kwamba ni binduki ya ukweli kabisa. Lakini pia kingine, ndugu mtazamaji, tunisame siko sehemu tulivu, kuna makelele mengi sana Yes, mpaka mimi mwenyewe na kasirika, lakini ndio hivyo sasa. Tutafanyaje? Sasa mtu akiwa anatikisa binduki kama hivyo, hilo e, eneo ambalo anatikisa binduki kama hivyo, na maanisha kwamba anaashiria kupiga. Kwa hiyo tutafuta neno moja ambalo limeandikwa hapa e, kuna neno limeandikwa: trim, muziki, filter, effect, text, sticker, pip. Bonyeza neno ambalo limeandikwa pip. Ukishabonyeza ili neno ambalo limeandikwa pip, ili hapa limeandikwa pip tap, ukishalibonyeza chagua effect yoyote ambayo unayo. Effect ni nini? Effect video hizi ni video ambazo tunazitoa YouTube, tunaz download kupitia Vidmate, ambapo hapa leo nina black screen pamoja na green screen. Sasa hii black screen na green screen e, itakwenda kunipa njia ama itakwenda kunipa effect ambayo utakwenda kwenye kile chuma na itakuwa chuma kama ya ukweli, yani itatoa risasi kama za ukweli, angalia hii ni green screen lakini ndani yake ina black screen. Kwa hiyo sasa hii green screen, ama hii black screen utakwenda kuiweka e, katika hiyo chuma hapo ilionekane, inatoa moto. Cha kwanza kabisa utabonyeza hii traimu, hii trim. Ukishabonyeza hii trim e, trim itakuwezesha wewe kukata kipande ama ma kukipunguza. Kwa hiyo ukishabonyeza utavuta ka kadude kauku aka, hapa, aka utakavuta uuu, utakavuta utakavuta paka pale ambapo utaona sehemu inakufaa, uchague sehemu ambayo inakufaa wewe. Mfano sasa mimi nitavuta hiyo, naitaka hiyo effect, lakini sitaki katika hali ya ukijani, naitaka katika hali ya ubrak eh. Kwa hiyo utavuta tavuta tavuta tavuta mpaka nitakapoipata hii hapo nikishakuwa nimeipata kama hivo tapiga tiki, tap. Ukishakuwa umepiga tiki, efekti yako itakuwa imekamilika, nimebadilika rangi ama umeweka sehemu husika. Sasa chakufanya utaitesti, tap, tap, play. umeiona hiyo sasa baada ya yakuwa nimeplay kama hivo na nimeona kabisa kwamba iko sawa ama hapo pananifaa kuweka efekti. He, simu yangu inaganda kidogo lakini pia simu iko ina ganda huwezi kuedit vizuri. Simu iko ina ganda kama hivi huwezi kuedit kabisa. Utatafuta hapa kuna aka effect, ehe, aka hapa. Nikishatafuta nitabonyeza hii wanasema blender, tap. Nikishabonyeza blender blender hii hapa hii blender, neno blender. Nikishabonyeza neno blender, nitakwenda kubonyeza neno ambalo limeandikwa filter. Hii filter ukibonyeza, inamaanisha kwamba unakata huo weusi inabaki hiyo effect kama effect. Mfano, nadhani umeona hapo nibonyeza hiyo filter sasa so, baada ya kubonyeza pia nitagusa hii effect kuileta mpaka hapa kwenye hii binduki tap hapa kwenye hii binduki. Nikishakuwa nimeileta hapa kwenye hii binduki, basi takuwa nimemaliza kuediti vizuri kabisa. Kwa hiyo utaiweka kwa, kwa mkao mzuri zeni utapray nam tizama Apo umeona mtu anakuwa anapiga chuma kama hivo. Kwa hiyo hivo ndivyo ambavyo tunaweza tukaweka effect katika e, toi ama katika chuma kwa kuchagua effect zozote. Unaweza kuchagua effect ya SMG AK47 na ukaja ukaweka katika toi lako, e, kitu kama hicho ikaonekana ni binduki ya ukweli kabisa. Tizama mimi nilivyo edit hapa. Natumaini kwamba leo umejifunza jinsi ya kutumia e, eh, vyuma vyovyote ama toi ni toi risasi kama vile e, eh, binduki ya ukweli so, mimi naitwa Sauti ya Sifa, wengi wanapenda kuniita teacher Sauti ya Sifa. Umekuwa ukiniona eh, hapa mara nyingi sana lakini, zaini video zangu zimekuwa zikiangaliwa na watu wengi sana, ila watu wenyewe hawatoi comment, watu wenyewe hawalike video yani hapo wanakuwa kama vile wanisupport wanatamani kuangalia video zangu lakini hawatamani kunisupoti. Sasa hiyo sio lolote nzuri, ndugu mtazamaji, hakikisha una subscribe, hakikisha una like, hakikisha pia unanisapoti katika video zangu kwa kutoa comment. Bye.